la ufanyaji kazi na efficiency bado inaonekana. Mm -hmm. Mm -hmm. Wito wangu kwanza, ninasihi nina eh, taasisi zote ndani ya serikali na sekta binafsi wawahusishe maafisa uhusiano kwenye decision making. Itawapa uhuru maafisa uhusiano kutoa taarifa kwa wakati zenye uhakika, lakini kwa weledi. Mnapoanyima nafasi maafisa uhusiano kuhusishwa kwenye decision making, ndio hapo waandishi wa habari kama nyie, mnapopiga simu, mnahitaji taarifa zaidi, afisa uhusiano anakuambia ngoja ni mwone katibu mkuu au subiri kwanza ni subiri. No, watu kama hawa kwa kuwa wanafanya kazi na taasisi zao, wakisha kuwa na taarifa muhimu ndani ya taasisi watakuwa na uwezo na uhakika kutoa taarifa. Lakini pia nitoe wito witu e, serikali tajiko pamoja na sekta binafsi na taasisi zingine zote ziwaruhusu e maafisa uhusiano wao au PR department zao ziwe member kamili wa chama cha maafisa uhusiano na mawasiliano wa Tanzania PRST ili kuwapa nafasi na fursa zaidi kufanya kazi zao vizuri.